Mpaka siku ya leo vifo vya watoto wachanga ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na takwimu pia zimeonekana. Sasa kama tutaendeleza jambo hili, maanake na hakika kwamba vifo vya watoto wachanga vitapungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu ya teknolojia hii ambayo imeletwa na ambayo tunaendelea kuitumia. Kwa hiyo tunajivunia sana Serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha miundombinu ya afya katika hospitali nyingi hapa nchini. Tumeona pia mipango ya serikali kuhusiana fedha nyingi ambazo zinaweza zikaje zikajenga mawodi hapa na kutengeneza hii mifumo ambayo mwakilishi kutoka Wizara ya Afya amekwisha isema. Kwa hiyo duniani kote malengo ya maendeleo endelevu yanahimiza kupunguza vifo vya watoto wachanga hadi kumi na mbili au chini ya kumi na mbili kwa kila vizazi elfu moja ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Kufikia lengo hili kunahitaji hatua sahihi, kunahitaji ubunifu na kunahitaji dhamira ya kweli. Na mimi kwa namna ambavyo nimeona, naona kabisa kwa kuwa ndani ya muda mfupi wa uwekezaji wa serikali ya awamu ya sita katika sekta afya umewezekana, basi naamini pia kwamba jambo hili linaweza pia likaja likafikia kiwango bora cha kupunguza vifo vya watoto wachanga. Wa changa, Mungu akikubariki familia na akikubariki watoto, huwa ni faraja kubwa sana na ukimkuta mtu ambaye hajabarikiwa watoto anaweza akasema mimi na kila kitu lakini nimenyimwa familia. Unaweza na yeye ukamwona namna anavyosononeka na jambo hilo. Kwa kwetu tuliobahatika kuwa na watoto hawa, basi tuwahimize pia wazazi wao kuto wakatia tamaa. nimemwona pia mtoto yule mama yake alimkimbia. Na yuko kule, yuko very happy. Na sijui kama anajua hata mwanai alipo, alimkimbia. Naezekana, najua pengine katika ukubwa akaja akasema mimi ndio mama yenu au mimi ndio mama. Sasa tuendelee pia kuwahimiza katika hospitali kama hizi tufungue pia madarasa.